Habari vipi mzee? Niambie ndugu, yeah. Fresh kabisa mm-hmm. Okay. Um, nakufahamu kupitia tamthilia ya Kelele yeah. E Clouds TV, lakini mm hebu -hmm. Jitambulishe vizuri zaidi tukufahamu jina uh, langu naitwa Max Okay. Eh, Max Special. Okay. Ni ni mmoja wa washiriki wa Kelele ni eh, Okay. Ni mtu ni, ni, ni, ni mmoja ambaye nimecheza kama kijana ambaye anapenda sana tutos babies eh, mm -hmm. E, na namshukuru Mungu nilipokelewa vizuri na kila mtu ananielewa. Okay. na watu wanatuelewa mimi okay kwao, tunashukuru Mungu kupitia hiyo. So, sawasawa so. Yeah. Uh, mlipatikana vipi? Yani mkakusanywa mka pamoja, kwa kuigiza yeah. mm -hmm. kwenye kelele Uh, ilikuwa ni audition. Uh -huh. Oh. e, eh, ilikuwa ni audition lakini muda sana. Okay. Kama okay. unajua, pati watu wanaelewa kwanza. Mm. Kwa tulielewa kwanza, baadaye ndo tukaja mm. tukaanza kushoot. Lakini tumepewa kwanza soma soma kama kama ulipo kina Banaba fe, e, kwenye, eh, uh, kwenye kuimba na sisi tumepewa soma. Kwa hiyo ndio maana unaona kutufutuko kutu, tofauti kutu sana watu wengine well. kwenye well. masuala mm. ya yeah, act nini vitu kama hivyo. Okay. Yeah. Kwa muda gani mko mmepewa darasa hilo la Ah, tulipewa darasa kwa muda zaidi ya mwaka mmoja na na kama na kama wiki mbili sikosei. mm. Eh, yaani kama mwaka mmoja na mwezi, okay. Tunapewa darasa so, so. tofauti tofauti matua mm. aditu kwamba maana na ndio maana tuko tofauti sana, kama unaangalia Kelele, tamthilia ambayo imeandikwa na Ruge Mutaba, wenye mkurugenzi wa Clouds mwenyewe. Na na sorry ameandika ni miaka kumi na tatu iliyopita kama unakumbuka. Miaka 13 iliyopita. Ilikuwa bodo. Eh, ilikuwa mikaa tu. Oh. Mm, kwa hiyo sasa hivi nikaje kuirudia. Okay. Yeah. Ukabadilisha, wahusika wamebadilishwa, yaani wote mm -hmm. kwa sababu walio walio shoot kipindi kile ndio walikuwa walikuwa kina Dina Mario kama unakumbuka. Oh. Eh, walio shoot, kwa hiyo sasa hivi age ishaenda. Alafu, yeah. istori inataka. Mhm. Yo design mm -hmm. kama sisi. Okay mpaka sasa hivi zimeruka episode tisa mpaka sasa hivi episode tisa. Mapokezi yakoje kutoka kwa watazamaji? Mi naona iko ah. fresh. Yani tunachoshukuru Mungu ni kwamba tunapokelwa mm. vizuri sana sana kikweli mm. sio, yani kuanzia rika lote watoto, vijana, wazee Okay, kwa sababu sisi tunafanya kitu uhalisia mm -hmm. Nafikiri mwenyewe unaona, kwa hiyo kwa mw. ile kitu ime kwa imetokea yani kuwateka watu wengi sana mm -hmm. Ikiwemo hata tunavyoshut I mean, cameraman uh, anavyopiga zile shot zake ni yeah, yeah. za ajabu. Kwa hiyo watu wengi sana wametokea kupenda oh, kwao tunashukuru Mungu, tumepokelewa vizuri sana okay. yeah. Utofauti wenu nyie na tamthilia tulizozoea. yeah. of course sasa hivi tamthilia zimepotea, nafurahi kwamba zinaanza kwa kurejea yeah, tena yeah. lakini tamthilia ambazo tunaziona kwenye tv zingine za tunazita kama maigizo tu yeah, yeah. watu yeah. wamejipanga wana wanaigiza, unajua yeah. kwa nini nyinyi imekuwa tofauti na reaction imekuwa positive sana um, cha kwanza naomba niseme kwamba ni ni ni ni, ni akili ya Mheshimiwa Ruge. Okay. Eh, yani amekaa chini akatunga ya kitu ambacho kiukweli sidhani kama kuna mtu mwingine angeweza kutunga. So mm. Niseme tu kweli tamthilia za za wengine ni mbaya. Mm. Yani ni mbaya shoti, kwa sababu ukiangalia Kelele, mm. afu kija ukiangalia hizo tamthilia yani za yani yu zingine za sio wapi huko mchele mwingine. Mm. Yani kikweli, hani haupati kitu ambacho unakitaja. Okay. Bali. Yani sasa, unajua tu kwamba hapa huyu mtu anatoka hapa anaenda hapa. mm-hmm. lakini Kelele ukiangalia, unajua kwa sababu uhalisia upo, mtu akifanya hiki anafanya hiki, yani unaelewa una, kupi, kupitia kama wa Filipino unajua, wa Filipino wametuzidi vitu vingi, wa Filipino, wa Hindi wanafanya vitu kwa uhalisia, na maana Korea wale sasa hivi wanapendwa sana, ndio maana tunakuwa anakuwa anatuzidi. Kwa hiyo nafikiri Ruge amekaa chini, anaona ni sehemu gani mm-hmm. sisi hapa tunatakiwa tufanye, ndio hivyo okay. akabuni kitu yeah. unadhani kuna ugumu gani wa kufanya tamthilia um, achilia mbali hizi uh, tofauti zingine labda za budget na nini, kama sanaa yenyewe, kwa nini inakuwa ni ngumu sana kwa Tanzania kuweza kufanya tamthilia nzuri kama nyie ambao mefanikiwa, nini huwa kigumu, wakigumu zaidi mi? hmm. nafikiri ni ni hawa watu wenzetu waloanza hmm. mi naweza nkawaparamu kubwa sana kwa sababu hmm. wao ndio wametoribia kila kitu okay. Unajua wameifanya sanaa yaani kama kama yaani mangube hmm. mkupe mfano mmoja Nigeria, mm. Unaona wana jinsi wanavyo wanavyokuwa wana, wana shoot za zao, ukiangalia Nigeria wanavoshuti na na wanavyo shoot hapa wabongo wetu mm. ni vile vile kama wamecopy na kupaste mm. kitu ambacho kikweli ni bora angeenda kukopi hata Filipino huko, unajua watu wana, wanaishi maisha real, sawa. Sasa hapa mtu unashangaa eti mtu yuko ofisini amevaa suti, yuko nyumbani amevaa suti, kitu ambacho kikweli hana hakina uhalisia. Nyumbani mtu anafuata track yeah. yeah. pens umepumzika sio, kwa nyumbani, yeah. lakini kwetu sisi haipo hiyo. Kwa hiyo maana hiyo ndio maana hiyo imetutengeneza sisi kuharibu kila kitu okay. ndio maana hamna uhalisia katika tamthilia hizo, ndio maana kwa kuna ugumu mkubwa. Ila mheshimiwa, mimi nampa sana ongea, kwa kuweza kukaa chini kutunga kitu kama na katika kule kuigiza. Tatizo kubwa ambalo limekuwa likilalamikiwa kwenye filamu za kibongo pamoja na tamthilia ambazo bado zipo mm. ni uhalisia katika mazungumzo dialogues kabisa. Uh, lakini nyinyi nimeona uh, nimeona ne, mko tofauti sana hata katika dialogues mnavokuwa, mm, mnaongea ninyi, unaona kabisa ndivyo watu wanaongea ni yeah. Kama ni vijana wanapiga story ni yeah, hivyo kabisa ndio yeah, kabisa. Kabisa yani vile vile yeah, kama unavotakiwa. Sawa so, sawa so. Nyinyi mmewezaje mnafanyaje? Kwa sababu mnavojua kwa nje wanakaririshwa kabisa yale ma nini, mm, wanameza zile yale ma mistari na nini, mm. Nyinyi kwenu mnafanyaje? Yaani, um, kuna kitu ambacho nilikuwa sijakwambia. yeah. mm. uh, mm. Nafikiri nimekwambia lakini sija kuelezea vizuri. Tumekuwa THT pale kwa mwaka mmoja, kwa hiyo sisi wote tuna ushindi mule, tumekuwa tuki tumewekwa pamoja ni kuzoeana ndio. mm. maana hata nikiongea na dalo, hata kama naongea na bana na na na na na Tarick mm. nikiongea naye unaona, pesa naongea naye kabisa kwenye uhalisia, kama mshikaji, kwa sababu mm. ni mshikaji wangu kweli. mm. yani, tumetengenezwa kwanza ukaribu ili mm. kuleta urahisi hata kwenye dalo, kidogo zuri za ndani hata yeah. yeah. nikiongea na shemeji yangu Eva naongea kama shemeji yangu yeah. yeah. kwa sababu tumeshatendi, tume tumeshazoeana, umeelewa yeah. hiyo kitu nafikiri imesaidia yeah. sana. mm kwao ndo akili ya mwisho mka mka pamoja yeah, ndo mmoja mrefu sana au sio? Yeah. So sasa hivi tuna mko kwenye break fupi ya yeah, mnasema ni production break. Yeah. Mmeingia kambini kutengeneza episodes zingine, mm, tutarajie nini uh, kwenye ujio mpya tena uh? cha kwanza naomba tutarajie, sorry, okay, mm-hmm, sorry, um, cha kwanza naomba Watanzania watarajie kitu kikubwa sana, kwa sababu unajua kitu chokifanya ni kikubwa sana mm naamini na ni kikubwa halafu, kichengia naomba mm, nikwambie. Naomba nikatishe kwanza hapo. Nashangaa kwa nini wakubwa wa, wa, wa, wa, wa filamu mm, Tanzania, bongo mpaka mm, leo hii hakuna hata mmoja ambaye ameweza kutoa pongezi mm, au hata kuposti chochote yani, kuhusu sisi yani kwamba kutupa ongea, tunapata pongezi kutoka kwa watu wengine kabisa Chalza. Au mtu ipo raisa akupe pongezi private mm. lakini kuiweka wazi yeah. Sijui ni wivu ndo ndo kitu ambacho kikweli kinatufanya tunakuwa tunarudi nyuma yeah. Mtu kama amefanya kitu kizuri mpe, unapata nguvu eh, unampa nguvu ya kufanya kitu kingine, unajua yeah. Lakini sisi huku mm. yani watu tunavimbiwa in short, kwamba yani mm. kwamba wewe unatoka na mtoto lakini tumefanya mm. kitu kikubwa, tupeni haki yetu basi, tusifie na sisi tujue kabisa Sio tunasifiana watu wengine kwi, yeah. Kitu kikweli, mimi kinanikera sana, naomba niuseme, useme kwa kwa kwa kwa hapa na ifahamike Tanzania nzima so, awesome. Kwamba tunachofanyiwa mm -hmm. sio kizuri, jamani, wale ambao ametu ametupita katika game please, kama kuna kitu kizuri unakiona just ongea, usioni noma, kwa sababu so, ndo, ndo, ndo mafanikio yenyewe. well, mh hmm. okay sorry kenye us uh, yeah, so, so, next time, uh, next time tutarajie kitu kikubwa sana. Kwanza ni muda kwa sababu jue kitu kikiwa kitamu watu wanaona muda mdogo, yaani wezi amini, ukiingia kwenye comments nini nini, maoni ni watu wanataka mda tu, wanataka yani waione ikiwa kwenye muda mrefu oh. Kwa hiyo tumepanga kuongezea muda ko kwa cha kwanza af cha pili mm. Uh, ni kuhusu production wenyewe mm. Wanataka sasa ku walipofikia pale wanataka kuongeza kama mm. Kama wana kwenye shorts zile kuna baadhi kama hamna zitaekwa, kwa hiyo mm. <coughs> Cha tatu kuhusu sisi wenyewe mm. Yaani sisi wenyewe tumejipanga safarini kufanya vitu vingine kabisa, yani wazidi kuchanganyikiwa. Okay. <coughs> Sawa sawa. So lini tutarajie kuiona tena kwenye TV? Ah uh, after 2 weeks. After 2 weeks. Yeah. Okay. Maybe sasa hivi tuongelee sasa kwenye character yangu because nimesha mm. Yeah. Sawa sawa. Character yangu. Ka characters ah, okay. Wewe umecheza we kama uh, nani jina? Max. Mla mla unajiita Max pia. Max. Okay. Okay. Na ndio jina langu. Yaani jina langu hilo ni la ubatizo. Na umetumia umetumia hilo hilo kwenye mheshimiwa. Yeah, yeah. Alitaja ali hilo jina, nikamwambia mm -hmm, nikamwambia jina mimi ni la kwangu la ubatizo, kwa hiyo tukilitumia tukiitumia musomba eh, yeah, akasema sawa. Na okay, umeendana naye yeah. Okay. Kwa yeah. Kwa kwa ufupi sana tueleze sasa sasa pa kelele ni tamthilia ya aina gani, inawahusu nani, wahusika ni kina nani na Uh, Kelele ni tamthilia ambayo inaishi inasema ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina maisha halisi ya vijana. Mm. Ya, yeah, ukiangalia ni maisha halisi ya vijana, mahangaiko yetu, mapambano yetu, kama ukiangalia mbona kama ujaona kuna watu ambao labda sei wametoka kumaliza shule afu hawana kazi. Mm. Ukiangalia vijana wengi mjini hapa sasa hivi wanaweza shule afu hawana kazi. Mtu anakaa tu anasubiria kazi. Kitu ambacho sio kizuri. Kwa hiyo ukiangalia Kelele utajua ni jinsi gani ya kupambana ili uweze kufanikiwa. So tu lazima usubiri kazi, unaweza ukafanya kitu chenye tofauti, umenelewa? okay. kwa hiyo huu ni mfano tumoja kwao. Pia kuna vitu vingi ambavyo changamoto kama changamoto eh, mm. Uh, kama vile malumbano ya familia. Uh, kama kwenye mapenzi, mimi hasa mimi mm. nipo sawa kwenye mapenzi mm. Okay. Yani kwenye mapenzi mimi ndo nimeingia sana, namshukuru Mungu mm. nimepokelewa vizuri, sisi kusema uongo okay. uh, na, na vitu vitu vingine kama unaona kuna kuna watu wanauza madawa ya kulevya mule ambaye ni Levi. Mm. kuna mtu ambaye ametoka kumaliza shule halafu mwisho wa siku hana mchongo wowote anamtegemea ana, anategemea ana, tu kwamba afanye interview pate kazi ambaye mm, ni Talik vile vile. Kuna mtu kama mimi ambaye pia nimemaliza chuo mm, lakini nasubiria yaani, nasubiria nini? Nasubiria kazi, huku nafanya mish mishimishi zangu, ambaye mtu wote ajui naenda kaja kuona beba nini mizigo, yani mishikamani. Mm, yeah. Okay nafanya na tunaonyesha vitu ambavyo uk, yani ukiangalia kabisa utaona kikweli hapa kuna kitu ambacho kinatakiwa kiwepo ndio ma, maisha ma, ma ambayo maisha ambayo yeah. Also, yeah. Oh, mm. Bas fresh mzee, all the best. Kama nilivyosema mimi na naangalia na, sana na mm. nimegundua vitu ambavyo vilikuwa havipo kwenye kwenye filamu pia lakini hata kwenye tamthilia ambazo zinaendelea kuwepo yeah, kabisa mimi cha mwisho nataka kusema ni kwamba kuhusu hii hapa nini hizi filamu yetu Bongo siametu mm -hmm. Bongo najua inawezekana ikafika mbali. okay. ila tu kuna baadhi ya watu wanaleta ushikaji mm -hmm. u, kujua kwingi lakini sitaki kuongelea sana naswala kwa sababu mm -hmm. nime nimepewa nime elimu najua vitu vingi kwa hiyo nadhani Watanzania waturuhusu tuwaoneshe kitu gani ambacho takatuap

ambie dini yenyewe mwanangu, Sijazingua bwana. Mwelekeze bwana, mwelekeze, mwambie